Kingalame ametoa kauli hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martine Shigela, katika bonanza lililokutanisha watumishi wa serikali mkoani Geita lilofanyika katika viwanja vya shule msingi Waja manispaa ya Geita. Tuendelee kujijengea utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuwa na afya njema na kuepuka magonjwa sugu yasiyoambukiza kama vile shinikizo la damu na sukari lakini tatu, umoja na ushirikiana. Ndugu zangu, nawasihi tufanye kazi kwa kushirikiana, tuondoe tofauti zetu na tuweke mbele maslahi ya taifa na wananchi wanaotegemea huduma zetu. Na nne, tuwe wabunifu na kufanya kazi kwa ufanisi. Dunia tunafahamu inabadilika kwa kasi, hivyo tunapaswa kuwa wabunifu katika utendaji wetu ili kuhakikisha tunatoa huduma bora na za haraka kwa wananchi wanaotutegemea. Na tunapozungumza michezo, tunazungumza afya. Tunapozungumza michezo, tunazungumza namna ya kujitengeneza kisaikolojia, namna ya kuongeza upendo kwetu sisi watumishi, lakini namna ya kuendelea kuongeza mshikamano katika maeneo ya kazi. Tunao mwongozo mheshimiwa mgeni rasmi, ambao unatutaka wataasisi na waajiri wote ndani ya nchi yetu kuendelea kupambana na magonjwa yasiyo kuambukiza na magonjwa sugu lakini vile vile kupambana na magonjwa ya ukimwi katika maeneo ambayo tunafanyia kazi. Kwa tunapofanya michezo kama hii mheshimiwa mgeni rasmi ni sehemu tu ya kuhakikisha tunatekeleza miongozo mbalimbali ya nchi. Utatambua vile vile mheshimiwa mgeni rasmi, yapo maagizo ya viongozi wetu wa juu hususani Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anaendelea kutuagiza na kutuagiza watumishi tusiwe legelege, tuwe imara, tufanye kazi na mazoezi, ili mwisho wa siku tuweze kuwahudumia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Afisa michezo wa mkoa wa Geita amesema bonanza hilo lilikuwa na michezo zaidi ya kumi, huku baadhi ya washiriki wakipongeza kuanzishwa kwa, kwa michezo hiyo kila robo ya mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa na michezo mingi sana, tulikuwa na michezo ya asili ya kuvuta kamba, kukimbiza kuku, kucheza dansi, kukimbia na mayai, kukimbia kwenye magunia. Tulikuwa na michezo ya riadha mita mia, mia mbili, mia nne Tulikuwa na miruko pamoja na mitupo, vile vile tulikuwa na ball games. Kwa hiyo tulikuwa tumeshiba kuliko ile. Ratiba yetu ilikuwa imekaba kila hatua na viwanja vyote vilikuwa viko active, kila tukio lilikuwa linaendelea maeneo yake. Ah, katika michezo ambayo tumeweza kushiriki hakika tumefanya vizuri yote Uh, ukiachia netibo na basket ambapo tumekuwa washindi tu wa pili. Nipende tu kuwapongeza waandaaji kwa ajili ya bonanza letu hili ambalo linatuweka sisi watumishi kuwa katika hali nzuri kiafya, kwa maana ya mazoezi, lakini katika hali ya kufahamiana na kuwa na mahusiano mazuri kazini. Napenda kuwashauri watumishi wote wapende wa kushiriki michezo kama hii maanake inatukutanisha watumishi wote, na inatupa furaha pia, inatupa kufahamiana na kujenga afya zetu. Mshindi wa jumla katika michezo hiyo ni halmashauri ya wilaya ya Geita.